Sase hii yote matokeo yote na uchaguzi yote ni wa miujiza mwisho. Matokeo ni nini? Miujiza ndio imefanyika, ni Mungu ndio amefanya maajabu, otegemea au waliokuwa na misheni zao zimeenda ndivyo sivyo? Amen. sasa basi, leo nataka mnisikie, watu wote mimi ndo nasimamia kwa hiyo sitaki ujinga, nikisema nimesema. Sasa leo nitakupa matokeo ya pale katikati na ya mwanzo sawa, lakini nilikupa matokeo ya nita, nitakupa matokeo ya mwisho na ya mwanzo. Yale katikati nilikwambia, lakini sikukupa matokeo ya mwisho amen, kwamba baada ya uchaguzi nini kinatokea, sindio? Sikukupa, sindio? Leo nitakupa. Na maelezo ya mwanzo sikukupa, leo nakupa, amen, na nitakutajia nani na nani, sawa. Samani sana, isingependeza kusema e, wala haifai kusema kwa sehemu moja au sehemu nyingine, na tusipotaja mtaji waje au nisiposema mtaji waje. Ndio ninasema. Amen ili watu wajue. Amen. Ile karatasi mwanzoni kabisa hapa, baada ya namba mwanzoni hapa, kwenye maelezo, achana na kwenye mwaka na matokeo kwenye maelezo hapa yanasema we unapaswa ufanye nini ili katika mwaka ule ukashinde, sawa? Ndiyo maelezo hapa chini unapaswa ufanye nini yani e, nitakaye kutaja hapa huku mwanzoni kuna maelezo ya kwamba unapaswa ufanye nini ili upate kupita upate kushinda na elfu mbili na ishirini na tano mpaka elfu mbili na thelathini kule mwishoni matokeo yake sio vita wala sio amani, Matokeo yake ni miujiza Amen. Siwe. <laughs> siu mnaelewa, elfu mbili na ishirini na tano mpaka elfu mbili na thelathini matokeo yake mwisho ni miujiza, sio vita wala sio amani, ni miujiza. elfu mbili na thelathini mpaka elfu mbili na thelathini na tano matokeo yake ni miujiza, sio amani wala sio vita, ni miujiza Malaki, ni miujiza ni Mungu ndio anapanga hayo matokeo, ameyasimamia. Kwa hiyo mtaona tu mambo yanatokea ya, bila kutarajia, si mnaelewa? Taona vitu vinakuwa bila kutarajia, yaani asiyewezekana ame mambo ya ajabu, usiyempenda mambo ya ajabu hauta amini miujiza Manake miujiza imefanyika bila kutegemea, ndiyo matokeo elfu mbili na thelathini na tano kwenda mbele hapo hapa, sitakwambia hapo, nitakuja kukuambia siku nyingine. Hacha ni tubakishe bakize kidogo.